Asalamu alaykum. Waalaykum salaam. Asante sana. Kama mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, niliona nitumie fursa hii kuja kujumuika nasi wenzetu Waislamu katika kushirikia hii sikukuu ya Idi hmm. E, kwanza ni wapongeze sana kwa mfungo na jambo kubwa sana anatukubisha hata sisi Wakristo hmm. E, lakini kubwa Eh, kwa sababu wote ni Watanzania, ni kwamba tudumishe amani. Na kudumisha amani ni kama hivi ilivyo, wote ni Watanzania, tunakutana hata iwe katika maana ya e, ibada, tutashirikiana lakini lengo kuu ni kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kila mmoja anaamini amini dini au dhehebu alionao, lakini safari ya wote ni ngumu safari yote ni <coughs> Sasa katika kujumuika pamoja nani, nina sadaka kidogo kwa ajili ya kusaidia msikiti kwa shughuli mbalimbali aidha, mtakazoona zinafaa kwa ajili ya kuendeleza msikiti wetu. Lakini tumetoka katika mwezi ambao ulikuwa ni mwezi wa kuhurumiana, tulikuwa tunakihurumiana eh, lakini pia mafundisho ya dini yanatufundisha hakika siku ya Idi ni siku ya furaha inapendeza. E, unapokuwa unafurahi muumini, basi na jirani yako na yule asiyekuwa na uwezo akafurahi, na ndio maana katika dini tunaambiwa kwamba kila aliyefunga anahitajika kutoa zaka ya fitiri. Si ndio? Zaka ya fitiri ile ni utwahirisho wa nafsi na pia ni chakula kwa masikini na wasiojiweza. Nini hekima yake? Hekima yake ni kwamba ile siku ya furaha sisi sote tufurahi. Tumekuwa ni wenye nidhamu sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nidhamu hii ndiyo mafundisho ambayo Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala anatuhitaji tuishi nayo katika miezi kumi na moja inayokuja. Kwa hiyo sote tulioshiriki katika mfungo huu, tukizingatia mafundisho haya, tutaendelea kuishi vizuri na jirani zetu kama tulivyokuwa tukiishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tukialikana katika iftari, eh? tukifuturu kwa pamoja, lakini pia tukishirikiana. Lakini pia tunatoa, tunatoa shukurani na kwa ndugu zetu ambao tumeshirikiana nao wametupa heshima katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Basi tuendelee kuenzi mapenzi haya, utulivu katika miji yetu, kwa maana Mwenyezi Mungu anatupenda tuishi katika dunia hii kwa kupendana. Eh, tuishi kwa katika kwa kupendana, kwa maana itakapofika muda, mtu siku yako umeondoka, unarejea kwa Mola wako, basi uonyeshe kwamba katika dunia hili hukwenda kinyume na mafundisho yake.